Kweli umetukuta kwa ghafla, meugua miezi mitatu tu, kwa haraka sana, madaktari kama alivyotuambia ugonjwa wa kansa, basi aliyapokea vizuri, na sisi tuliopewa taarifa na madaktari tunapata ishara ya mtu wa imani. Wiki moja kabla ya kufariki ya kwamba alikuwa akiungama mara kwa mara, wiki moja kabla ya, ya kufariki aliomba maungamo na akapewa nafasi na maungamo. Aliona kweli ni msalama, wahivi alitamani mbingu. Na, na imani kwamba yote anayetamani kufikia uzima wa milele Baba atampatia. Binafsi, kama sekretari ya baraza la maskofu, nawashukuru maskofu kwa kuruhusu pia Padri Paul Stephen Chobo ambaye alitumia mda wake mwingi sana sio mchana sio asubuhi kumhudumia huyu. Ni padri ambaye ni daktari magonjwa wa kibinadamu. Baba padri, nakuomba huyo aneno baadaye kidogo. Lakini pia binafsi nakumbuka kwamba Yona walikuwa mseminari wa kwanza wa jimbo la Singida kutumwa kwenda kusoma nje ya Tanzania. Amini niliyemfuata, tarehe kumi, Jumapili Julai elfu moja mia tisa tisini na nne wanja wa kumichino Yona oh. alifika kunipokea, nami nikiwa nimeenda. Alimlea vizuri kama alivyokuwa amenitangulia. Ameacha pengo kubwa balo binafsi afahamu muhimu wake na vipani vyake, alikuwa ni mtu anayependa kuwa na ushirikiano mzuri na watu. Wametuma salamu za rambirambi baba askofu na padre ambao, na wengine ni walei waliosoma naye kwenye ile seminari ya Baba Mtakatifu ya Kolego Urbano Roma awanakusanyika wa kwa seminari toka dunia nzima, lakini kwa watanzania wamekutumia pole: babasoku Padri Ediga Mbegu, Padri Paulinus Rutaiwa, Padri Kristokwa Kino ambaye yuko na sisi hapa, Padri Charles Miela, mkuu wa wilaya Michael Masala yuko huko Kigoma a wengine wengi wamesema pole sana. Hao walikuwa waseminari wote huko Roma. Lakini nyepia nafasi hii kutambua pia wasiku, uwepo wa katibu mkuu wa wizara ya ustawi wa jamii Dr John Jingu ambaye ni mwanaparokia hapa al mweshimiwa Anakomba Potlipo, asante sana baba askofu Edward Mapunda, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam baba askofu Tadeus Yuda Ruwaichi otutuma sisi kufanya kazi kule Ametuma pia salamu za rambirambi nitaziwakilisha kwako ukunde. Lakini baba askofu mkuu, kiongozi wa ibada, ninaomba ni mruhusu Padri Chobo, mkuu wa idara ya afya barasa, ambaye pia ni daktari aliyetumia muda mwingi kumtibu. Lakini pia tunashukuru sana kwa upendo wa kijana ambaye alimjali padri kwa huduma zote mnazozijua za mgonjwa ambaye hawezi kunyosha mkono, huyu anaitwa Emanueli Mwakitalu. Nakuomba popote mame Manueli Mwakitalu alitokea parokia alipokuwa na hudumia ambayo pale, asante sana kwa ukarimu wako, kweli kama kuna mtu aliyefiwa